Kama utakuwa umetembea kwenye social networks mbalimbali utakuwa umekutana na hii story, imemake headline sana. Ukitembea mitaani, watu wanaongea Chid Benz, Chid Benz. Sikio la kufa halisikii dawa, kwa sababu siku chache tu nyuma ametoka Soba House, kituo ambacho kipo kwa ajili ya kusaidia wale waathirika wa madawa ya kulevya. Na kilikuwa ni Jumamosi ya tarehe 12 mwezi huu wa nane mwaka huu wa elfu mbili na kumi na saba Chidi Benz akakamatwa tena maeneo ya Kariakoo jijini Dar es Salaam, akidaiwa kukutwa tena na madawa ya kulevya. Na inavyosemekana ni kwamba toka Chidi Benz alivyotoka Soba House, akawa anapenda sana kutembelea maeneo haya ya, ya Kariakoo, anakaa anapiga story na washikaji na nini, lakini usiku wa Jumamosi alikuwa ametoka zake kwenye show, katoka kupiga show kwenye tamasha fulani hivi alafu alivotoka kwenye show ndo akapitia maeneo hayo kama kawaida yake, alivopitia kama ameenda kunua hayo madawa sasa. Kwenye kwenda kunua, ghafla polisi wakatokea wakamkamata yeye pamoja na wenzake sita. Kamanda wa polisi mkoa wa Ilala, Salum Hamdun, amekiri kuwa ni kweli Chidibenza amekamatwa akiwa na unga mitaa ya Kariakoo na kwa sasa yupo kituoni Msimbazi jijini Dar es Salaam akiendelea kuojiwa, na pia milango ya dhamana kwa sasa imefungwa, ambapo anaendelea kuojiwa huku akitarajiwa kupelekwa mahakamani. Kama utakumbuka ni kwamba hii ni mara ya pili kwa Chidi Benz kukamatwa na polisi akiwa na madawa ya kulevya, ambapo kwa mara ya kwanza alikamatwa katika uwanja wa Mwalimu Julius Nyerere miaka mitatu iliyopita, lakini aliachiwa huru baada ya mahakama kushindwa kumtia hatiani. Shout out sana kwako wewe mshikaji wangu ambaye tulikuwa wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho ukichecki show ya Stories of Town. Naomba ni kukumbushe tu jinsi ya kujiunga katika familia ya Stories of Town ili tuweze kuwa na wanafamilia wengi zaidi. Tembelea katika website yetu ambayo ni www.globalpublishers.co.tz, Facebook na Instagram unatupata kwa jina la Global Publishers. Twitter unatupata kwa jina la Global Habari, na mwisho kabisa usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika YouTube channel yetu ambayo ni Global TV Online, na mimi Isri Mohamed unanipata kwa jina la Isri underscore wa Global TV katika social network zote, na kutakia wakati mwema mshikaji wangu <mimu>